Hizo ni sauti za waandamanaji wanaounga mkono Palestina huku wakimtaka Eric Adams ajiuzulu nje ya Gracie Mansion. Waandamanaji hao walinukuliwa wakiimba kwamba Eric Adams lazima ajiuzulu, Palestina huru, huru. Waandamanaji wanaounga mkono Palestina walifika kwenye vizuizi vizu vizu vya mwisho nje ya Gracie Mansion, makazi ya meya wa New York City, Eric Adams, ambaye alikuwa mwenyeji wa hafla ya futari. Eric Adams ni mwanasiasa wa Marekani ambaye kwa sasa ni meya wa jiji la New York ambaye alianza kushika wadhifa huo tarehe mosi mwezi Januari 2022 baada ya kushinda uchaguzi wa mwaka 2021. Baada ya kuwa meya, Eric Adams alikuwa rais wa Borough na Brooklyn na pia aliwahi kuwa afisa wa polisi wa New York. Adams alijulikana kwa msimamo wake juu ya masuala ya usalama wa umma, mageuzi ya polisi na uchumi wa jiji. Waandamanaji wanamtaka Eric Adams ajiuzulu kwa sababu msimamo wake kuhusu Palestina. Adamu amekosolewa na baadhi ya wakazi wa New York kwa msimamo wake wa kuunga mkono Israeli katika mzozo wa Israeli na Palestina. Waandamanaji hao wanaounga mkono Palestina wanaona kuwa sera za Eric Adams pamoja na matamshi yake hayazingatii haki za Kipalestina. Jambo lingine linalowapa nguvu waandamanaji hao kushinikiza ya kwamba Eric Adams ajiuzulu ni sera za ndani za New York, ambapo Adams amekosolewa kwa jinsi anavyoshughulika masuala ya usalama wa umma, uhamiaji na gharama za maisha. Baadhi ya wakazi wa New York wanaamini kwamba uongozi wake haujasaidia kutatua changamoto kama ukosefu wa makazi na ukatili wa polisi. Matukio ya hivi karibuni maandamano yamekuwa yakiendelea jijini New York na waandamanaji wanaweza kuwa wanamshinikiza Adam kutokana na hatua za serikali yake kukabiliana na waandamanaji, hasa wale wanaounga mkono Palestina. Kwa hivyo maandamano haya yanaonekana kuwa sehemu ya upinzani mpana dhidi ya uongozi wake na msimamo wake kuhusu masuala ya kimataifa na ya ndani. Hii ni Sawasawa Digito, habari kiganjani mwako. hey!